Uh, habari mwanafunzi wangu. Ni mimi hapa Babu Bidabida ni mtaalamu wa tiba asilia Afrika. Napatikana Dar es Salaam Yumbobuza kwa Mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, kulike, na kucomment na kushare ili uanze kupata masomo yangu, kila leo ninavyotoa. Leo tupo katika code namba 4 ambayo jinsi ya kumuita jini anaitwa Bushima. Kiumbe huyu ni mkali, ni mzuri ambapo katika viumbe bora ni huyu. Alafu mwanafunzi wangu nipende kukuambia kwamba mimi Uh, kama kiumbe mbaya nakuambia, kama kiumbe mzuri nakuambia. Yani nitakuelekeza negative and positive, nitakuambia side effect na impact zake, kwa hiyo ili wewe ukikaa ujue which is which. Yani unatambua kabisa kwamba nikichukua huyu nimechukua nikienda, yani kuepusha gharama, riski. Sasa kiumbe tunayemsoma leo ambaye anaitwa Bushima ni kiumbe miongoni mwa viumbe ambao wenye kafara kubwa. Kiumbe huyu kwanza kukutajirisha ni sawa kufumba na kufumbua, yaani ikiwa unataka pesa, mali, yani wewe umeendekeza uh, dunia, basi huyu anakufaa sana, yaani kufumba na kufumbua. Sharti lake ni moja tu, moja ni high risk. Yeye anahitaji maisha yao Yani wewe ndio sacrifice. wewe ndio utakayejitoa kafara kwa hiyo, una uwezo wa kudumu kwenye miaka 30 tu kwenye utajiri wako, huwezi kuvuka age 30 hapo, aliyokupa lazima utadondoka. Niweke sawa hii iko hivi, mimi Babu Bidabida Bida, nina umri wa miaka 31, si ndio hivyo? Basi ndio nimepata kiumbe huyu Bushima kwa hiyo kuanzia hapa nilipompata, nina umri wa miaka thelathini mbele, sitoweza kuvuka hapo miaka 30, mbele zaidi ya hapo Mungu mwenyewe, lakini huwezi kuvuka kwa sababu wewe ndio unakuwa upo katika riski. Tumeelewana? Kwa hiyo utadumu katika miaka yako 30. Kwa hiyo uliokuwa naye utajumlisha na 30, utajua una mingapi, ukiacha na neema ya Mungu, ambapo hatima yake hiyo atuizungumzie yeye yeah, ndo anayejua, lakini ukiwa na huyu basi lazima ufike hapo. Naamini sio mara yako ya kwanza kusikia haya mambo eh? au kama mara yako ya kwanza, ni kutosheleze tu kwamba ukichukua, uh, ngozi ya simba, ukichukua na kikolomo cha simba, ngozi ya simba ukaisaga, alafu ukachanjiwa katika mwili wako, alafu kikolomo cha simba na ukachukua na komelo ya nyani ukatengenezewa unga wake yani usembe na baada ya hapo ukalamba yani ukalamba, au kuchanjiwa katika ulimi. Wengine wanameza yani, wanatengenezewa kinta fulani alafu wanakimeza wakisha kimeza, basi una uwezo wa kudumu katika maisha mengi, yani unaweza ukafika miaka ambayo hupaswi kufika. Ndio ile unamkuta mtu ana miaka mia thelathini bado yuko hai na anadunda ile fresh na anafanya shughuli zake safi ndo hivyo kwa ni tipsi tu ndogondogo ambazo wazee wa zamani walikuwa wanazitumia hizo wengine ndio walikuwa wanatumia majini na viumbe na hivyo sasa hii ni kuelekeze tu ni hivyo kiumbe huyu anamtajilisha mtu bushima anamtajilisha mtu kwa haraka sana na hiyo ndio kafara yake ina maana utatoa miaka yako 30 pesa mali majumba kwako ni jambo la kawaida sana kumiliki gharama yake ni milioni tatu za tanzania ukiwa una nusu nitafute tupo katika bei ya ofa ukiwa na costi yoyote nitafute, nitakupa huyu na mwingineo. Tupo katika kipengele cha ofa ambacho kukunyanyua wewe, mwanafunzi underground, wewe mfanya biashara, wewe mtu ambaye unataka kufika malengo yako fulani, nitafute, nitakusaidia. Mwanafunzi wangu, utakaa mezani, nitakusaidia. Nipigie katika namba zangu za simu hizo hapo unazoziona, jumlisha 2557655858910 napatikana muda wote, WhatsApp na kawaida. Wewe niambie tu kiumbe gani unamtaka na, na gharama zake hizo nilizokuwa nazo, utalipa takupa kwa hiyo usijali mwanafunzi wangu, wasiliana na mimi. Lakini usijali kwamba nina grupu la WhatsApp ambalo linaitwa Teach Yourself, kiingilio 10,000 na kila mwezi utalipa elfu tatu. Karibu sana, ujifunze. Asante, babu yako hapa. Shukrani sana.